Ndugu zangu wa Tanganyika, heri ya mwaka mpya. Nina namshukuru Mungu wale ambao tumefanikiwa kuona mwaka huu, tumeweza kuvuka na kuona mwaka huu. Mwaka mwaka huu mwaka 2025 ulikuwa ni mwaka ambalo taifa letu limepitia kipindi kigumu sana sana sana ambacho hatujawahi kukiona. Taifa liliingia kwenye kipindi cha giza ambacho hakijawahi kushuhudiwa kwenye historia yoyote ya taifa letu lakini pia mwaka elfu mbili na ishirini na tano ni mwaka ambao tumeshuhudia Watanzania, Watanganyika wengi wakiamka na kudai haki zao. Tumeshuhudia vijana wengi wakipata ari, wakipata mwamko wa kudai haki, na hiyo ni kitu ambacho tunatakiwa tujipongeze kama taifa. Lakini ndugu zangu, mimi nataka tujiulize mwaka huu mm? watu ambao wanashindwa kuendesha hata shirika la reli, reli moja CRG, Dodoma dar es Salaam, wanashindwa kuiendesha. Hawa watu tunawaamini kuendesha rasilimali kubwa kama za madini? Haiwezekani. <laughs> hawa watu ambao wanashindwa kuhakikisha watu wana maji safi na salama, tunachia waangalie mikataba critical, mikataba mikubwa kama mikataba ya madini, mikataba ya haki za binadamu, mikataba ya wapi international, mikataba mikataba ya kimataifa. Hawa watu hawawezi, wamedhihirisha kila siku wamedhihirisha kwamba hawawezi kufanya chochote. Ndugu zangu, kasi yetu ya kutaka kuwatoa madarakani kwa ajili ya taifa letu iongezeke. Tusirudi nyuma, tusirudi nyuma. Watu wachache wawezi uweza wakatuona nasi...